Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV kwenye kituo chako bora kabisa ambacho, uh, ya kila kupea update uh, zote za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Utakuwa nani usena amisi Ushanga kuangazia habari zote za kimichezo ambazo nimekuandalia hapo, mtazamaji wangu fuata mtandao wangu wa kijamii bwana. Leo mtazamaji wangu, Ushanga TV, vitu ambavyo nimekuandalia, mabiki waliofanya bora msimu huu msimu unaendelea kuisha, kuna mabeki nilio kuandalia, mabeki bora namba mbili, namba tatu, namba nne na namba tano, na kuna viungo bora na kuna wasambuliaji bora na mawinga bora. kama mwanzo mpaka mwisho, tutaangazia vinara wa system ligi kuu, tena tutaangalia wafungaji bora na magolikipa bora wa ligi kuu, tutaenda tutaangalia timu zilizosajili au timu iliyosajili. Kule kwa mashujaa bwana kuna mchezaji amesajiliwa kana mimi mwanzo paka mwisho ili kupata update zote unaweza ukasubscribe kwa channel yangu andika tu ushanga tv ni subscribe tu nzuri kwa sababu kwa mtu wa kwanza kabisa kupata update zangu nikizoka tu mtandao kwa mtu wa kwanza ndio kwa nifuatapo mtandao wa kijamii na tumia kama useni ushanga 28 mitandao ya kijamii yote inapatikana kama hiyo kama hivyo bwana tukianza kwa mabeki kwa mabeki bora wa msimu huu ningekuandalia mtazamaji wangu namba mbili Shomari Kapombe, huyu bwana, huyu huyu badaeso, mchezaji wa Simba kutoka Simba pale Sports Club. huyu bwana ni mchezaji ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwa timu ya Simba Sports Club msimu huu, kwa sababu ukiangalia magoli mengi yanatoka upande wake

no doubt no doubt. Beki namba mbili wangu bora, wewe ndio kuandalia mtu na jiwa wangu. Ushanga TV, endelea ku subscribe na ku comment vizuri kabisa. Beki namba tatu bwana, ndio kuandalia huyu mtu, ndio ni kali mtunzo, kutoka Azam FC bwana. Amekuwa na mchango mzuri amekuwa na mchango mzuri kwa timu timu yake yake ya Azam FC mpaka sasa hivi, kwa nafasi ya papo, yeye amekuwa na mchango mzuri kuichangia timu yake. Beki namba nne bwana, huyu si mwingine ni Abdulrazak Hamza Huyu ni beki kutoka Simba bwana, kiiki kabisa kabisa. Huyu beki walimtoa kule, walimtoa kule supersport ya kule ya kule, ya kule kule, wapi? Ya kule Africa, South Africa. So huyu ndo beki namba nne bora kwangu, mini niliokuandalia kwa mpenzi mtazamaji. Namba tano ni Dickson Job, huyu kutoka Yanga, no doubt, kafanya vizuri msimuu. Ukija kwenye viungo bora, kuandalizia hapa viungo bora, namba sita ni haldi ucho Khalid Aucho amefanya kazi nzuri msimu huu, ingawa alikuwa na majeraha ingi yatoka, lakini lakini kwangu mimi amekuwa mchezaji mchezaji mzuri na mchezaji muimara, ambapo Yanga Yanga ikiwa ana aridi nainyiria Aucho, Yanga unaiona inacheza stable, lakini ikiwa haina Khalid Aucho, unaona inacheza stable. Khalid Aucho amekuwa mchezaji bora na amekuwa muhimu na amesaidia na amesaidia Yanga msimu huu hata kufika kwenye hizo point walizonazo point ya 76 na na amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye hizo kufikisha kwenye kwenye, kwenye kufikisha hizo point hizo point 76 na hayo magoli 66 bwana. Kiungo mwingine viungo bora wa kwangu kuna Pacome Zozoa. Huyu bwana Pacome Zozoa ni kiungo wangu bora msimu huu. Ameasisti, ame, amefunga ame magoli 11 na Ameassist, ameassist mara tisa. Kwa hiyo ana mchango wa goli ishirini kwa Yanga Sport Club msimu huu, alafu ana MVP, yani zile uchezaji bora wa mechi anazo nane. Kwa hiyo kwangu mimi no, no doubt, kiungo bora kiungo bora kiungo bora mwingine ni Feisal Salum Saitoto huyu kutoka Azam Paresc. Huyu bwana ana kumi na tatu ndio top skola wa assisti msimu huu mwingine bwana, si mwingine ni hasa baada kutoka pale kutoka kutoka pale kwa alipali zeti pale Singida Black Stars, huyu bwana ana assist zake nane. Huu ndo huyu ndio msoji wangu, hao ndo viungo wangu bora wanne, kuna hardi ya ucho, kuna pakome zuswa, kuna Faisali na hasa baada. Ukija kwa mawili bas kwa ma, na... kwa mawili ukija kwa kwa kwa kwa ukija na... kwa ma ukija kwa, ukija kwa mawinga kwa mawinga bwana, kuna Mzengeri ana asisti ana asisti nane na magoli nane, kamechangia magoli kumi na sita msimu huu. Ukija ukija namba kumi na moja aua aua bwana ana asisti tisa ana magoli ana asisti tisa na magoli kumi na sita ni hiyo ndo listi ya wachezaji bora msimu huu. Ukianzia kwa mabeki viungo na washambuliaji, namba tisa pale kuna Clement Mzuzi, huyu bwana na magori kumi na tatu msimu huu, ka ndo hicho. Au ndo wachezaji wangu bora wa msimu huu waliopaka vizuri sana ukianzia namba mbili kuna kuna Kapombe, namba tatu kuna Msindo, namba nne kuna Anza, namba tano kuna Dikson Jogo, namba sita kuna Haidi Auto namba saba kuna Mazingel, namba nane kuna Pakome Zizo, namba tisa kuna Kemet Mzizi, namba kumi kuna Seitoto Azam, hmm. kutoka namba kumi na moja kuna aua kutoka Simba Sport Club, au ndio chezaji wangu bora. Lakini ukiweka kwenye viungo walio perform vizuri sana msimu huu, auwezi kamkosa, hasa bada kachangia ha, vizuri sana kwa timu yake, au ndo so, hicho ndo kikosi changu bora ukianzia viungo washambuliaji na mabeki msimu huu, kaa nami mwanzo mpaka mwisho mtazamaji. Usha, ushanga TV, usha, ushanga TV, Uibuana, ma, wa ushanga TV usisahau tukusubscribe kwa chaneli yangu ushanga TV then subscribe ukomenti kiuzuri kabisa. Huyu bwana wachezaji walio asisti magoli mengi, kuna kuna fei fei fei toto kutoka Azam, huyu ni kiungo bwana, ameasisti ame, ame makumi na tatu afkuna kuna Maxin Zengeri huyu wameasisti mara tisa. Afkuna Jan Chai Aua kutoka Simba Sports huyu wameasisti mara tisa. Afkuna Pakome Zuzua huyu wameasisti mara tisa. Afkuakuna Prince Dube hua masisti mara nane. Afkuna Kia Zizi Stefan yuko yuko Marekani akicheza kombe la dunia kombe la wa vilabu wameasisti mara saba hakuna Elie Mpanzi kaseesa mara sita, alafu kuna Salum Kiimbo miasisti mara tano, alafu kuna Amos Kadikilo kutoka Fountain Gate na Salum Kiimbo kutoka Fountain Gate awote wamiasisti t Amos Kadikilo wa miasisti mara nne a Salum Kiimbo a miasisti mara, mara, mara tano aawote kutoka Fountain Gate ya kule, ya kule Manyara kwa hiyo hichi ndo kikosi aana wachezaji waliowasisi waliochangia wa, wa magoli mengi timu yao. Ukiangalia hapa, kuna ametoka Azam ameassist mara kumi na tatu ni watupila, ni mchezaji mzuri sana na anagombaniwa na vilabu vingi sana, Simba, Yanga, kaia chifu wa idadi hiyo, ame kuchangia magoli yayo na kiwango chake, na ndio kilichosababisha so kunanilihv tukija kwa wachezaji ambao kwa wachezaji ambao wamefunga magoli mengi msimu huu au au kwenye vinara wa magoli msimu huu, mchezaji wa kwanza kabisa ni Jean Charles Ahoua huyu kutoka Simba na magoli kumi na sita bwana. Alafu kuna Clement Mzize kutoka Yanga ana magoli kumi na tatu. Alafu kuna Prince Dume huyu bwana kutoka Yanga ana magoli kumi na tatu. Alafu kuna Mkwala kutoka Simba bwana mganda bwana, ana magoli kumi na mbili. Alafu na liona ya keba kutoka ko kutoka kule Kameruni ya magoli kumi na mbili. Kuna jonathan soa kutoka kule Gana yuiuiwasingiza yu bakistan magoli kumi na moja. Alafu kuna kuna kuna rivi lupia kutoka Singida bakista ana magoli kumi. Alafu na sesa na zzk kaondoka, lakini mpango wake bado upo unaonekana na magoli tisa. Alafu kuna jibrisia kutoka Azamu na magoli tisa. Alafu kuna pakomezezoa kutoka Yanga ana magoli tisa. Kwa hiyo au ndo wachezaji waliochangia magoli magoli mengi msimu huu, au ndo wachezaji waliofunga magoli magoli mengi msimu huu. Wa kwanza wa Simba ni Aua ana magoli kumi na sita. Aapata mzia magoli kumi na tatu. Anapata duda a magoli kumi na tatu. Steven Mkwala kumi na mbili 12 kumi na mbili 12 kumi na mbili, afopia kumi, Stefano Zikiti tisa, Jibraili Sila tisa akamezuzwa tisa ukija kwa magoli kipa wanaoongoza kwa, ma... kwa, kwa, kwa krishit kuna musakamara na magoli kumi ana krishiti kumi na nane mm. afu kuna jigidiara ana krishiti afu kuna jigi diara ana krinshiti kumi na sita afu kuna patiki muta kuna patiki musae huyu kutoka mashujaa ana krishiti kumi na mbili afu kuna mm. Muhamed Mustafa kutoka Azamu ana krinshiti kumi. Kuna Yonas Yo, Yo, Amos kutoka Pamba Jiji ana krinshiti tisa. Kuna Yakubu Suleimani kutoka JKT Tanzania ana krinshiti nane. Kuna akuna Metacha Meata kutoka Singida Batista ana krinshiti saba. Kuna Gereka Katumbua kutoka Dodoma Jiji ana krinshiti saba. Kuna Musa Mbisa kutoka Tanzania Prisons ana krinshiti nne. Kuna Subeli Foba kutoka Azamu FC ana clean sheet ana ana, ana, ana, ana clean sheet tatu. Hakuna ana, ana, ana clean sheet nne, Zuberi for bus. Kuna Dennis Donis kutoka JKT tatu. Kuna Sabien Motombora kutoka TMC clean sheet tatu. Kuna Butwali Michelle ana clean sheet tatu kutoka yani, kwa hiyo au ndo wachezaji ambao au ndo magoli au ndo magolikipa ambao wameongoza kwa kwa clean sheet au kwa ni shi, wachezaji ambao wameonyesha kiwango kizuri na kiwango kikubwa yao kuto kuisaidia kutokuruhusu magoli. Mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV, endelea ku subscribe kwa chaneli yetu, ku share kwa wengine, ku like kwa, usisahau tukunifollow kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, unatumia useni ushanga ishirini na nane, unakuwa unapata kabisa taarifa zangu nikituma, unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuziona na kuzipata, unakuwa kabisa mtu wa kwanza Bwana tetesi bana, zikuwa tetesi nyingi nyingi za uwezo wa usajili. Simon Bwenza alikuwa kiwango kizuri, kacheza game sita, amefunga magoli matano na anaingia dirisha dogo. Tukawa tunasema watenda wapi atenda, atenda vilabu vikubwa vya Yanga na Simba wazo, lakini eh, Kigoma kule na bwana mashujaa ma, ma, ma bwana wenyewe wa kutaka mbwembwe nyingi sana kutoka kwa Simon Bwenza kutoka kwa Simon Bwenza wamemchukua bwana, wamemsajili mkataba wa wame miaka miwili ataitumikia paka elfu mbili na ishirini na nane elfu mbili na ishirini na nane mashujaa fc kutoka kule kigoma semani bwene na miaka ishirini na nne huyu ni mtanzania kabisa kutoka morogoro pale kwa hiyo kalamba mkataba wa miaka miwili pale kwa Kalamba mkataba wa miaka miwili pale kwa mashujaa fc mpenzi mtazamaji wa ushanga tv endelea kusubscribe kwa chaneli yangu ushanga tv na subscribe na comment na share kwa wengine. Usisahau kunifollow kwenye mitandao wangu ya kijamii, natumia kama useni ushanga ishirini na nane. Mitandao wangu yote ya kijamii unapatikana kama hivyo. Tunaondoka, tutarejea wakati mwingine tena, mpenzi mtazamaji, ambapo tutakuwa tumekuandalia taarifa nyingi kede kede.